Kama unataka kumbusu mtu pata ruhusa kwanza, kwa kumtongoza na kuona kama anakutongoza pia, au muulize moja kwa moja kama unaweza kumbusu. Kisha sogea karibu naye na uinue kichwa chako kidogo, ili msiangushe pua zenu. Funga macho yako, fungua mdomo wako kidogo na acha midomo yenu igusane kwa asili. Usikandamize midomo yako sana mwanzoni. Kama busu la kwanza limeenda vizuri, weka mdomo wa chini wa mwenzi wako kati ya midomo yako ili midomo yenu iweze kutoshea vizuri. Kisha pitisha ulimi wako taratibu juu ya mdomo wa chini wa mwenzi wako. Kama anaonekana kufurahia, jaribu kuingiza ulimi wako polepole pole kwenye mdomo wa mwenzi wako. Fanya pole pole na usikimbilie mambo. Kumbuka kupumua kwa kutumia pua wakati unabusiana ili usikose pumzi. Kubusu kunaweza kuhisi kuwa kigeni kidogo mwanzoni, lakini kutakuwa bora zaidi kadri unavyozidi kufanya mazoezi. Kama unajua utambusu mtu, paka chapstick kwenye midomo yako na utumie pipi ya minti kabla, ili midomo yako na pumzi yako viwe safi na tayari.